Shalom, shalom. Taifa la Mungu popote pale mlipo duniani, watoto wa Mungu ninawasalimu kwa jina la Bwana na Mkombozi wetu Yesu Kristo. Nipo hapa kuzungumza unabii ambao Mungu amenipa ambao watu wengi sana wameoneshwa lakini chanzo chake hawajakijua bado. Ni kuhusu namba nne. Wengi wameona hatari iliyo mbele yake. Wengi wameona madhara iliyo mbele yake. Wengi wameona kifo juu yake, tena muda si mrefu wameona. Lakini sababu ya hayo yote kwake, hawaja hawayajui kwa nini anamkuta hayo, hawajui kwa nini hatari katika nchi sasa, hawajajua bado. Basi nikuletee haya ambayo Mungu ametaka uyajue sasa sababu kubwa ya mtu huyo ya namba nne, na wote watakao yatakayowakuta hayo kuwapata hivyo yatakavyowapata ni kwa sababu ya kushindana na kanisa. Kumbuka nimewahi kuzungumza mara kadhaa, Tanzania hii hii nchi ya Tanzania ni taifa teule la Mungu, ni taifa ambalo Mungu amejisazia tangu miaka hiyo lije kuwa taifa la utukufu wake katika nyakati hizi za mwisho, na nyakati hizo ni sasa. Viko vitu Mungu amehamisha kiroho kutoka Israeli kuja hapa, kimojawapo ni sanduku la agano. Na yuko mjumbe wa agano hapa ambaye Mungu amempa kushindana na maadui wa miungu ya nchi na dunia. Ameshinda vita vya kutawala kwa mapenzi ya Mungu. Si vita vidogo, sio kila mtu amepewa uwezo wa kushindana na miungu. Ndio maana unakuta leo wako watumishi wa Mungu wapo kimya, si kwa sababu hawajui ukweli, ni kwa sababu wanaogopa. Wapo watu wamefungwa midomo na hii miungu, wamezibwa midomo wasihubiri vitu fulani wamezuiliwa wasitangaze moja mbili tatu, wanaona unabii wanasema hapana, huu unaniharibia mimi, usiuseme. Wanataka mambo ambayo yanawasifia, yana, yana wao. Sasa Mungu ameinua mtu wake, ni nyakati ambazo muda wote taifa la Tanzania kama yalivyo mengine duniani yako chini ya miungu, mapenzi ya miungu ndo yanatawala, mapenzi ya Mungu yanakuja baadaye. Mwanadamu aliyesomea politics, amesoma economics, amesoma business and accounting, ana control watu waliosoma Biblia, ana control spiritual affairs, ana lock kile kitu ambacho anaona haki hakimsifi yeye. Ndio nchi tulipofika, ndio dunia ilipofika. Kwa hiyo mamlaka hizi zimefika ukomo. Mungu ameinua sauti yake kupitia mjumbe hapa kwamba naitaka nchi yangu niliyojisazia kwa matumizi yangu. Usidhani amani ya nchi hii ni viongozi wameitengeneza. Mungu anasema nisipolinda mji, Bwana asipolinda mji, walinda wakesha bure. Nchi hailindi kwa upanga wala hailindi kwa bunduki. Ni Mungu mwenyewe anailinda katika roho. Kimwili ni mapenzi na ni matokeo ya kile kinachoamliwa kiroho vivutio na vitu vingi Mungu alivyoweka kwenye nchi hii ni kwa sababu ya matumizi yake. Muda wa kuitumia imefika sasa, yuko mjumbe aliyemweka na kwa kuwa upande wanuru, wa nuru ameinuliwa mjumbe wa Agano na mwenye mamlaka ya kupiga na kutoa neema na kuamuru sheria, na upande wa giza iko miungu iliyosimikwa kuanzia ngazi kuu ya taifa mpaka chini hapa ndipo tunasema kuna vita ya miungu na Mungu. Ndio maana wewe umeona jambo zuri la Mungu huwezi ukalisema, unaogopa miungu. Kama ingalikuwa ni kitu kimoja, kwa nini muwe mna ukinzani? Hizi ni serikali mbili tofauti, ni nuru na giza. Ndio maana unaamriwa, hiki sema, hiki usiseme, hubiri hiki, hiki usihubiri. Tena kwa mtu ambaye hana concept na biblical, hana concept na na na na hicho ambacho Mungu anakuonyesha. Hata ukimwambia ulimwengu wa roho, nini hajui. Anakuambia hiki usikiseme. Wakati huu umefika. Sasa namba nne ni miongoni mwa watu wanaoinuka, wameinuka kwa muda mrefu kushindana na mapenzi ya Mungu. Unaposhindana na mapenzi ya Mungu, hushindani na aliyetumwa na Mungu, unashindana na Mungu mwenyewe. Unapopigana na aliyetumwa na Mungu, unapigana na Mungu mwenyewe. Unapomtukana yule aliyetumwa na Mungu, hapo unakuwa umemtukana Mungu mwenyewe. Unapozuia mapenzi ya Mungu asitimie, hapo unakuwa umemzuia Mungu mwenyewe ambaye amekuumba wewe, na hiyo miungu unayoiamini na hiyo miti na hivyo vyote unavyovitumaini. Yeye ametaka hiyo nchi itumike kwa namna moja, mbili, tatu, wewe unasema hapana. Mwisho wake ni kifo, you must die. Kwa hiyo sababu yake ni kushindana na kanisa, ni kushindana na mjumbe wa Agano ambaye Mungu amempa kibali na kumweka juu ya yote. Amepambana vita vya miungu vya nchi na akashinda, amepambana vita vya miungu wa dunia, miungu saba ya dunia, akashinda. Hutaweza kushinda na kutawala kwenye hii dunia kwa jinsi unavyopenda wewe. Najua unampenda sana mungu wako na unataka sana Mungu atawale, lakini kama hujamuondoa Farao pale juu, hutaweza kutawala. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo, tangu enzi tangu enzi za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu na wenye nguvu wauteka. Ni wakati wa nguvu. Huyu anashindana na kanisa, miungu ibaki kutawala. Mungu, kupitia mjumbe wake, anasema nataka nitawale. Sababu ya kifo chake sababu ya kuondoka kwake ni kushindana na kanisa ni kushindana na Mungu, ni kumtukana Mungu, ni kumkemea Mungu, ni kumjeulia Mungu aliyokuleta haya yatawagharimu wengi. Ule wakati wa miungu umepita sasa na miungu imesha feli. Mamlaka ya nchi kiroho na kimwili ipo chini ya Mungu sasa kupitia mjumbe wake. Kwa hiyo anayeinuka kupambana na Mungu hawezi kubaki salama. Na amefanya vita vingi sana, sana. Sana. Na kanisa, amefanya vita vingi sana, Kuhakikisha kanisa linadidimia, Kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu yanazama ya ya chini. Mapenzi ya miungu yanabaki kutawala, kwa sababu wako upande huo. Sasa wanaona kila wanachokifanya hakiendi, kinateleza. Nami na nasema, kwa maana Mungu ndiye anayeonyesha na Mungu ndiye anayesema Anguko lao limefika, ataanguka mmoja baada ya mwingine. Katika kila mpango wao ni utelezi, hakuna jambo litakalofanikiwa. Sasa wakati wa Mungu kuonesha uungu wake na nguvu zake na mamlaka yake umefika. Kwa hiyo anguko la watu wa namna hii wengi ni kwa sababu wameshindana na kanisa, hasa watu wa Mungu, wanakuja wengi tumeona namba nne, tumeona namba ngapi? Ombea, ombea ombea bila kujua chanzo chake ni nini, bila kujua kwa nini amemkuta haya, bila kujua. Yawezekana wengine wanaona lakini wanaogopa, lakini sidhani. Lakini kama wapo wameona wanaogopa, ni wazi kuwa na wao wameshiriki upande ule. Mungu anawajulisha sasa, yeyote atakayeinuka kupambana na Mungu kwa njia kwa njia ya mjumbe kwa kukataza mapenzi ya Mungu hata baki salama, na huyo anamkuta kwa sababu amepambana na kanisa, amepambana kwa mbinu nyingi sana kwa miaka mingi. Katika ulimwengu wa roho, miungu inaona nani kikwazo kwao, nani aliye nguvu, aliye na nguvu kuwazidi, wanainua vita. Ametafuta misaada hata nje ya nchi ametafuta ha misaada hata kuzimu, ametafuta misaada kila sehemu, imeletwa kupambana na mjumbe, lakini sasa mwisho wake umekaribia, mwisho wake umekaribia. Hakuna aliyepambana na kanisa akashinda, hakuna aliyepambana na Mungu akashinda, kwa sababu upambani na mtu yule, unapambana na Mungu aliyemtuma. Hugombani na yule mtu, huyo ni binadamu, unagombana na Mungu aliyekuleta, hata wewe Mungu aliyezihesabu hata siku zako, umekuja lini, utaondoka lini. Hiyo ndiyo sababu. Kwa hiyo watu wa Mungu niwaambie kitu kimoja, wapo watu wengi wanaona baadhi ya vitu lakini hawasemi kama wanavyoona, hawavisemi kama wanavyoona, na wengi sasa hivi wapo katika wapo katika lockdown ya kuhubiri wengi wana habari nzuri lakini wamezifungia ndani, wanaogopa. Sasa kulock ya yote ku unlock ya yote mjumbe wa agano yupo huyu, ndiye kanisa Mungu amelibebesha katika mgongo wake, maana kwamba kutoa mateso haya kwa kanisa, kulipatia kanisa uhuru wa kutenda vile Mungu anataka. Bila nguvu huwezi, kwa maana watu hawatakusikia wana mtu wao wanayemwamini wana mfumo wao wanaoamini, sio wa kwako, hutawashawishi kuwaambia. Kuombea ni kujipendekeza nawe kutoka katika msingi ambao Mungu amekupa. Mungu amekuonyesha moja, mbili, tatu, unamrekebisha Mungu, unaongea kipande kingine, unaacha, yatakukuta hayo hayo. Kwayo, kwa hiyo niwaambia kwamba yoyote yule atakayeinuka kupambana na kanisa hata baki salama maana wakati ule wa Mungu kutaka utukufu uonekane katika nchi hii na dunia nzima umefika na amelileta Agano lake. Hakuna aliyewahi kushinda mbele ya sanduku la Agano, hakuna aliyewahi kushinda mbele ya mtu aliyesimama na Mungu sawa sawa. kwa hiyo mbinu zote hata ziwe zimetoka katika mji gani, vyote vimeumbwa na Mungu havitamshinda Mungu. Mungu aliyeumba kila kitu hawezi kushindwa na kitu alichokiumba. Muda wa Mungu kutukuzwa umefika, muda wa Mungu kuinuka umefika, Tanzania. Hayo mnayoona ni njia, ni safari ya kuelekea kusafisha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Yapo mengi ambayo mengine haturuhusiwa kuyasema sasa, lakini hayo ninawaambia kwa sababu yana kibali tayari, kwamba namba nne, kinachomwondoa ni kushindana na kanisa na yoyote yule ataenda katika njia hiyo hiyo. Akiinuka kushindana na kanisa, akiinuka kushindana na Mungu, akiinuka kushindana na mjumbe, wakati wa Mungu kuwakodolea macho tu umekwisha. Sasa ni wakati wa wao kujibiwa mapigo waliokuwa wakipiga. Tunakaa kimya kimya, Bwana yupo kutetea. Sasa nasi Bwana atatu, Bwana anatu, atatupigania. nasi atatupigania, tutakaa kimya. Mungu awabariki sana. Kumbukeni ziko mbinu nyingi sana za kiroho za kuhakikisha kanisa linapotea. Hata madhabahu ya kanisa hamjajua iko wapi. Ndio maana uhuru hakuna, imefukiwa mahali. Hayo yote lazima apatikane mtu mwenye mamlaka kuu ya kimungu ya kuona. Tukubali tu watu wa Mungu kwamba si watu wote katika katika huduma ya Mungu tumepewa vipawa sawa. Kuona haimaanishi una, una, una uwezo wa, wa kuongoza solution. Kuona watu wengi wanaona, ndio maana kuna waonaji, lakini kuna mtu special, Mungu amempa solution ya hayo yote nadhani utaogopa mpaka lini? Iko njia ambayo Mungu ameiandaa, sikilizeni, hiyo ndiyo eh, unabii na siri ambayo Mungu ametaka uijue. Wanaoangamia ni kwa sababu wanapambana na kanisa, wanapigana na mjumbe, wanapigana na mjumbe wakidhani kwamba wanapigana na mjumbe, kumbe wanapigana, wanapigana na Mungu, na ndipo anguko lao lilipo na kama wakiendelea, wengi wataanguka, wengi. Hakuna atakayebaki salama. Hili ni sanduku la Agano. Ndani yake kuna mana, uzima milele, chakula kitamu kwa watakaoitii. Ndani yake kuna fimbo, ni mapigo kwa watakaokaidi, ni mapigo kwa watakaokaidi. Ipo pia sheria, ipo pia amri kumi. Hivyo liko ndani ya sanduku la Agano, lipo hapa Tanzania. We kama lipo, hapa aliyopande wa sanduku la Agano ndiye atakayekuwa ataka salama, aliyopande wa pili, huyo Malipo yake ni mapigo. Mungu awabariki nawatakia siku njema, muwe na wakati mwema.